Oh, safi mzee, mm. Mimi ni mtu ambaye nimekuja kushandikisha <sighs> eh, tusipoteze muda, kwa ni kwa naomba tuanze, okay. Mzee unaitwa nani? Mimi naitwa Magunia Maguniasa. Mzee hii ni nyumba yako eh? Hii ni nyumbani eh? Haya, hii ni nyumbani. Mara ya mwisho kuipiga deki lini? Uh, kama siku saba iliyopita. Ah. Eh. Eh, inaonekana wewe mchafu sana wewe. <coughs> Mzee una mswaki? Mswaki? Eh, mswaki, mswaki unao? Ninao mswaki. Eh, eh, wa mti au wa plastiki? Wa mti. Mzee huwa unakula pilau? Pilau, nilikwenda uh, katika shughuli hapo. Kwa hiyo ulizamia yani? Nilizamia. e. Mzamiaje? e. Na vipi kuhusu familia mzee? Una familia? Hauna familia? Hapana. e. Mzee yaani eh, unashindwa kuishi na familia. Unaonekana una hasira sana kabisa. Maamuzi yangu sio maamuzi bwana. Una hasira ndio maana unashindwa kuishi na familia. Unapenda kujichukulia sheria mkononi eh, usipende bwana kukoya mnazi kwa mkono mmoja wewe. <laughs> eh. uh, eh. wewe ni jinsia gani eh, wewe ni jinsia gani samani. Usishangae maswali, mimi nasoma yaliyoandikwa huko. Sawa. Wewe ni jinsia gani? Mimi mwanaume. Mwanaume? Una uhakika? Mimi mwanaume. Ah, sawa sawa. Sawa, sasa mzee naomba nikushukuru bwana, nadhani tumemaliza. Siku nyingine labda kwa wakati mwingine nitarudi tena. Eh, subiri subiri kwanza. Unajua milima ikutana. Ndio, ndio. Binadamu anakutana. Mimi na, nakudai. Nataka Akul... Subiri, anafa... Subiri nisikilize sasa na mimi. Aha. Watu wanafanana dunia hii tupo wawili wawili. Na masuala ya, ya, ya kusema mimi kwanza nipo kiserikali hapo naona. Watu wakubwa wamenituma. Subiri kwanza, mzee. Ukinipiga unikivunja hii. Ngoja kusubiri kwanza, mzee, ndugu yangu nataka hela yangu. Sawa, shilingi elfu mbili ni kitu gani bwana? Subiri nifanye hili dili, nikimaliza mimi nakuja kukupa hela <laughs>